Tuko hapa Mwanza kwa sababu Mwanza ina wenyewe, mwenyekiti wa chama na nimetoka kuongea na katibu wa chama na wazee hao ambao ni viongozi wa kamati ya amani ya Mwanza. Wako tayari kumuunga mama mkono, wako tayari kujitokeza na kuwataka watu wao wajitokeze katika uchaguzi, katika mkutano mkubwa sana ufanyike hapa Mwanza, lakini kitu kikubwa zaidi ni kuandaa utayari wa wana Mwanza amani ya nyoyo za watu wa Mwanza, shamra shamra za watu wa Mwanza. Tunachohitaji ni umoja wetu ndani ya chama cha mapinduzi, umoja wetu wa Watanzania, umoja wetu ndani ya kuhakikisha kwamba Samia Suluhu Hassan yeye kama mgombea wa rais anapata kura za heshima, chama cha mapinduzi kama chama tawala kinapata kura za heshima ili kuwapa nguvu na kuwapa amani ya kuongoza nchi yetu katika miaka mingi mitano. Kwanza kwa, kwa ujio wako tunashukuru sana na tunafurahi sana. Wanasema watu ni shukuri ni watu, kwa hiyo sisi tunavyoona mnatukimbilia hivi, kwa kweli tunapata kama tunasema sasa shughuli yetu inaenda kuwa nzuri na itakuwa ni ya kifahari. Kwanza sisi tunapenda tuchukue kwa niaba ya wana CCM wa Mwanza na wananchi wa Mwanza toa shukurani nyingi sana kwa Mheshimiwa mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sisi tunatoa shukrani nyingi sana kwake, lakini kwa kweli naomba nimhakikishie wageni wote na wazee wangu wote mlioko, sisi kama Mwanza tumejiandaa, kama mnavyoona sehemu mbalimbali mnapopita, tumejiandaa kwa ajili ya huu mjio wa mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi. Naona kama ni wahakikishie, Mwanza tunayo majimbo tisa ya uchaguzi, yote Chama cha Mapinduzi aenda kushika. E, naitwa Chifu Nyamironda Mikomangwa Aaron. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mwanza tumejiandaa vizuri. Wazee wote wa Kimira na machifu wote wa mkoa wa Mwanza tuko tayari kabisa kumpokea mama, maana tulisha ahidi tangu awali kwamba tunamuunga mkono mama, badi ya hivyo kwa kazi kubwa alizozifanya zinaonekana kwa macho, miundo mbinu iliyojengwa na mambo mengi yametimizwa, ambayo kwa kweli yanaonyesha uhai wa Chama cha Mapinduzi na uwezo wa mgombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Chifu Hangaya, tunasema Chifu Hangaya mitano tena, tunatiki tunatiki tunatiki tunatiki.